Jamani, eh, leo nataka tu, tu tuone namna gani ambavyo tunapandikiza stage kwa ambayo stage tunapandikiza kuanzia kuandaa mbegu zetu mpaka tunaenda kupandikiza ng'ombe huko na mimi Dima Yusdi, eh, kutoka Mfugaji Asilia, tuamini tukushangaze, tumia mbegu bora upate ng'ombe bora. Tunaanza kuandaa na hatua ya kwanza tunaandaa maji yetu, kuna maji ya moto na maji ya baridi, tunaenda ku neutralize kupata joto thelathini na sita hadi thelathini na saba ili kuamsha mbegu zetu. Eh, kama unavyoona kamera mali sogelea, msogelea hapa kuna maji muone, hivi ndivyo unavyoandaa eh, kiwango eh, cha maji ya kuoga, kama unataka maji ya, ya kuoga jamani eh eh, hapa natakuwa na temperature, unaangalia hapa maji yetu yako vizuri kwa ajili ya kuweza kuamsha na mbegu zetu na ng'ombe ambaye tunaenda kumpandisha. Hapa huu ni mtungi wa mbegu jamani, nasema unapandishaje? Leo ndo nitaonyesha nao uona, huu ni nitrogen hapa, naenda kuangalia mbegu ambayo na chembe cha haraka kidogo, zi zinatunzwa humo. Hiyo ni nitrogen ambayo na... inatunza ni liquid hapa, na sheet pamoja na pistolet, nakuwa na mkasi kwa ajili ya ku hapa naziamsha mbegu jamani, naziamsha, zilikuwa zimelala humo, ni baridi kali sana. Naziamsha, zilikuwa zimelala, mbegu zilikuwa zimelala. Naziamsha mbegu zilikuwa zimelala. Hapa naziamsha, hapa hapa zimeamka jamani, unavyoziona hapa ni haraka haraka, hapa sikai nje sana. Hapa zimeamka zinatembea Ehe, zimeamka hapa. Hapo unakata sasa kwa juu, alafu naivesha hii t-shirt yetu okay. Ni safi kwa ajili ya kuweza, hii naenda kuprotect ndani kule, kwa sababu na ibana kama unavyoiona. Baada ya hapo, tunaenda kwenye wetu, twende mwendo wetu, twende kamilamani, vaa bosi wako. Naingia <coughs> ng'ombe wetu nimeshapaka kwenye crash, nimwangalie tayari. Ndio mkono kama unavyoniona. Taratibu anataka haraka. Ndio maana sogea kwa hapa. Sogea kwa hapa. Eh. Yeah. Ng'ombe wetu kama unavyomwona joto tangu jana, naingia usiku na anamwaga ute. Waonyeshe ute, umemwagika huu na ute unaonekana. Wasogeze waone ute unaonekana. Ndiyo. Eh, uto unaonekana. Hiyo dalili mojawapo kubwa kabisa kwa ng'ombe ambayo yupo joto. naingia nashika seviksi na kwenye seviksi, jamani, kwa sababu ng'ombe yuko joto kama unavyomuona ametulia, sababu dume anapandishwa hapa. Yaani kwa lugha nyingine mimi ni dume ambaye nampanda kwa njia ya mpira, lakini jamani, e... anatulia kabisa kama unavyoona taratibu, kwa uhakika eh, hapa nimeshafika pale mbele kwenye uterus naenda kumwagia pale kwenye usiku kabisa, e, kwa sababu yupo joto ametulia vizuri kabisa ng'ombe wetu. Waonyesha ng'ombe alivyotulia kule. Ng'ombe ametulia kwa sababu leo ni siku yake maalumu kabisa, e, kwa ajili ya kushika mimba. Kwa kama una ng'ombe wako hana mimba, unatamani ashike mimba, na tayari hapa tumeshamwekea mbegu ndani Weo. Kwa hiyo nipende kuwakumbusha kwamba bingwa ni mmoja tu, mzee wa bei nyasi D MA USED, kwa mahitaji ya bora kabisa kwa ng'ombe na huduma mbalimbali za ng'ombe unazipata kutoka kwetu mfugaji asilia. Hapa tumeshampandisha ng'ombe wetu na tunaamini atashika kwa msaada wa Mungu. mbegu gani ni jike au dume, Mungu ndiye anayejua. Asanteni sana katika chakata.